Mahakama ya Wilaya ya Babati Mei 20 ya mwaka 2025 imetoa hukumu ya kifungo cha miaka 20 jela kwa wanaume wawili waliopatikana na hatia ya kumuua punda milia na kumiliki nyara za serikali kinyume cha sheria. Washtakiwa hao ni Ramadhani Hussein Dodi miaka 39, na Mohamed Bakari Chora miaka 30, wakazi wa kijiji cha Chubi, Wilaya Kondoa mkoani Dodoma. Walipatikana na hatia ya kutenda kosa hilo mnamo tarehe 25 Oktoba mwaka 2024 katika eneo la Chubi lililopo ndani ya Hifadhi ya Taifa ya Tarangire, wilayani Babati mkoani Manyara. Kwa mujibu wa maelezo yaliyosomwa mahakamani, washitakiwa walikamatwa wakiwa na kichwa cha punda milia, miguu ya punda milia, mkia mmoja, pamoja na ngozi ya mnyama huyo, nyama ya punda milia waliokuwa wakimiliki inayokadiriwa kuwa na thamani ya dola za Kimarekani elfu moja na mia mbili, sawa na takribani shilingi milioni tatu na laki mbili na arobaini za Kitanzania. Hukumu hiyo imesomwa na hakimu mkazi mfawizi wa mahakama ya wilaya ya Babati, mheshimiwa Karim Mushi ambapo wote wawili walitiwa hatiani na kuhukumiwa kutumikia kifungo cha miaka 20 jela kila mmoja. Makosa haya ni kwa mujibu wa kifungu cha themanini na sita kifungu kidogo cha kwanza na kifungu kidogo cha pili aya ndogo C si, aya ndogo ndogo ya tatu cha sheria ya uhifadhi wa wanyamapori sura ya mia mbili themanini na tatu kama ilivyofanyiwa marejeo mwaka 2022 pamoja na, na aya ya 14 kifungu cha hamsini na saba kifungu kidogo cha kwanza na kifungu cha sitini kifungu kidogo cha pili cha sheria ya uhujumu uchumi sura ya mia mbili, marejeo mwaka 2022. Mwendesha mashtaka wa serikali alikuwa bwana Rastikas Mahundi huku upande wa utetezi ukiwakilishwa na wakili Simon Sherima. Ingawa wamepatikana na hatia, washtakiwa hawa wamepewa haki ya kisheria ya kukata rufaa endapo hawajaridhika na maamuzi ya mahakama. Hukumu hiyo imetajwa kuwa onyo kwa wale wote wanaojihusisha na ujangili